kika tunahakikisha kwamba tunakufikisha popote pale ambapo unatamani wewe uweze kufika. Lengo hasa ni kukupa elimu na kukufanya ubaki katika nafasi nzuri sana, yaani kutoka katika stage moja kuelekea stage nyingine, na huku na kukutanisha na watu mbalimbali maarufu na wengine ambao si maarufu. Lengo ni kukufundisha namna gani unaweza ukatoka katika nafasi uliokuwa nayo, na leo hii tumefika shambani tupo e, Misugusugu huku e, Kongoe, yaani e, barabara ya maili moja yaani mbali sana, kutoka e, Tabata, Dar es Salaam huko katika viunga vya Kristo Mfalme. Hatimaye tumetoa mpaka huko Misugusugu. Lengo hasa ni kukufundisha wewe ambaye ni mfugaji na kutamani kujua namna gani ambavyo unaweza kufuga kibiashara zaidi, na ukainuka kutoka katika sehemu moja kwenda katika sehemu nyingine, na ukajifunza vitu vingi. Mwenzako alifanya nini? Alinufaika kwa namna gani? Alifanikiwa vipi? na kwa nini amefanikiwa? na alifeli kwa namna gani na, na kaweza kuinuka nini nahakikisha kwamba nakufahamisha hayo yote kwa ujumla. Mimi ni Nicholas Kloko, ndiye ambaye ni pamoja naye kuhakikisha kwamba nakufahamisha kwa uzuri kabisa. Nyuma kamera ni Frank Godfrey, kuhakikisha kwamba naye pia picha haiyumbi yumbi wala isumbui sumbui, inakaa vizuri kabisa. Hiki ni kipindi cha Kilimo Sokoni. Bila shaka unatupatia kupitia mitandao yetu ya kijamii, tukizitumia Kilimo Sokoni kwenye Instagram account yetu, kwenye YouTube pia tunapatikana hivi, lakini bila shaka unaweza kutangana nasi, una jambo lolote, una maoni namba inapita kwenye skrini yako hapa, fuatilia chochote kile unatamani. Kuuliza jambo lolote lile, itumie hiyo namba kwa kuhakikisha kwamba unauliza chochote kile na utapata majibu. Kwa sasa karibu tukajifunza swala so zima la ufugaji wa kuku wa kisasa maarufu kama broiler kibiashara zaidi, na unaweza kanufaika kwa namna gani. Tutakutana na mfugaji maarufu sana nchini Tanzania ambaye amefanya makubwa sana, amepata changamoto nyingi sana lakini hatimaye akainuka. Wewe pia unaweza kainuka na ukawa kama yeye. Cha msingi fuatilia pamoja nami toka tunapoanza hivi sasa mpaka tutakapohitimisha. Karibu tuungane pamoja. Karibu ujifunze, cha msingi, natamani ujifunze kwanza. Tunaanza hapa hapa, hii ndio sheria hii, lazima kidogo ujisponchi uji, uji, uji, uji, uji, uji, Yeah, maji ya dawa eh, maji ya dawa. Bwana eh, mambo... niko vizuri sana ongera sana. Asante. Ongera mno, ongera sana. Ongera... sana. Haya ni maji ya dawa ndio ndio maji ya dawa. Unakanyaga kwanza maji ya dawa ndio unaingia ndani kwenye mabanda, lengo uh, uh, mtu anaingia ndani asije akaingia na bakteria. Ingia na bakteria. Eh. Mtazamaji ume... magonjwa Mtazamaji umeona eh? Ukitaka kufuga kibiashara lazima ufuate zile nyendo taratibu na mfumo um, mzima wa kufuga kibiashara. Unakanyaga kwanza hapa, kama unachasha kwako kwa ulichokuja nacho nacho unakeza <laughs> mlangoni, unaingia ukiwa mtupu kabisa, nba uingi na chochote kile ambacho kinachosababisha huko ndani kupata madhara. Lengo ni kuepuka magonjwa na kufanya kufuga mifugo yako katika usawa na mzuri kabisa. Karibu tuungane, e, bwana karibuni, maana kuna kelele kelele ziko nyingi kweli. Eh. Ni vifaranga ambao tumeshawaini sasa hivi wana siku saba, wana siku saba. E, wana siku saba hawa wako jumla yake wako ni elfu moja tu, hawa wako elfu moja na ni wasiku saba wasiku saba wako hivi kama unavyoona tayari tumeshawatoa kwenye mabuda yale, yale, zile sehemu ambazo tunakuuzia mifaranga siku saba, baada ya hapo ndo unahamisha. Kuna mabanda ambayo ni makubwa. Ni makubwa. Kama hivi hawa hapa ndio hawa na siku saba hawa na siku saba. Ndio mtazamaji, kuna vitu vingi sana hapa, hawa wa siku saba, lakini pia kuna wengine hawa huku, ambao hawa sijajua mfugaji um, wetu watakuja kutuambia hawa nao wana muda gani? ah, sasa... na wamekuwa kwa vipi? Okay. hawa tuliwaingiza tarehe kumi mwezi wa pili, tarehe kumi hawa ndo tuliwaingiza tarehe kumi mwezi wa pili mpaka sasa hivi, na maana kwamba wana siku ishirini na kadhaa, hajatimiza hata mwezi waona, lakini ukiwatazama wanaonekana wako vizuri kabisa eh, yani na maana kwamba kama baada siku nne Nne, tano tunaanza kuwauza kabisa, yani tunaanza kuwauza e, wanakuwa wamefikia ule uzito ambao unahitajika. Okay, ni kilo ngapi? kuanzia moja point five, moja point sita na kuendelea juu kwanza kawakauzika. Ndoto kawala. Yaani safi tunawa, kabisa bila shida yoyote ile. Makange si kuchoma safi. <laughs> <laughs> Mimi napenda sana makange, napenda sana kuchoma pia. Kwa hiyo okay. Najua hawa watanifaa sana kwa siku za usoni. <laughs> Uh, mtazamaji wa kipindi cha Kilimo Sokoni tumemtembelea mfugaji wetu. Atajitambulisha majina yake na atatuambia kwa nini amekusudia hasa kufuga kuku aina haya na ame, ame, amefikiria nini kwa kufuga kuku aina hii ya broya. Karibu jitambulisho. Okay, okay. Mimi naitwa Flaviana Thomas Temba. Uh, ni, uh, ni mfugaji na uh, kuhusu swala la kufikiria kwani nimefikiria kufuga wa kuku wa nyama, niliona kama fursa kwangu mimi kama mpambanaji kijana, niliona kama ni fursa kwa sababu uh, mfano mimi naishi Dar es Salaam na watu wanakula kuku sana, umeona? Kwa hiyo imekuwa kama ni sehemu ya fursa kwamba nikifuga kuku wanyama pia itakuwa ni ni haitonisumbua sana kuleta changamoto kwenye upande wa soko, kwa sababu wanahitajika, dimandi ni kubwa kuliko uzalishaji. Kwa hiyo nimeona kwangu kama ni fursa nijaribu kufanya na nimefanya na naona nimeweza na nimeshafanya mara kadhaa na ndiyo ninaendelea kufanya. Mara ya kwanza ulianza na kuku wangapi? Mara ya kwanza kabisa, sikomwoga <laughs> nilianza na kuku elfu moja wengine wanaanza na wachache, lakini mimi nilithubutu ndio e, nikaamua nianze na kuku elfu moja. E, nikapambana nao, lakini ni, uh, nilianza kwa ujasiri, lakini sio kwamba nilikuwa siogopi kabisa. Nilikuwa naogopa kabisa, kwa sababu uh, unajua bwana, huko mtaani watu wanadanganyana sana eh. Ukisikiliza story za mtaani kiukweli na ukaziamini sana, unaweza ukapotea, au yani hivyo, sasa kuyumbisha kabisa, kwa sababu utakuwa uh, story nyingine uga zinaga ukweli, kwa sababu nishawahi kusikia story kwamba Eh, kuku kwa broiler kwa fuga wana complication nyingi, kwa hiyo uh, wanakufa wanapata magonjwa sana, kwa hiyo sio biashara nzuri ya kufanya na nini na nini na nini na nini. Hasa zile story uh, nilizibeba, lakini kwa sina uhakika nazo kwamba, mm, kuku kwa broiler wana changamoto, kwa sababu labda kuaje wake nao ni wa haraka haraka, kwa hiyo inawezekana kule wakawa wana changamoto kubwa. Hebu nijaribu kufuga, nikifuga, nikawa wakafika wiki moja wakafa, nafanyaje eh ngoja nijaribu, ninajiripua kwa hiyo nikaanza na kuku elfu moja nikajaribu kufuata. Nilipata vigezo vyote vinavyotakiwa kwamba wanatakiwa wapewe nini chakula cha wanavyoanza kama vifaranga starter, wanatakiwa wale chakula gani, wanatakiwa wapewe madawa gani, aa, aa, uh, kishafikisha siku 14 anatakiwa apewe chakula gani kama grower au uh, anatakiwa kupewa treatment gani uh, mwisho finisher anatakiwa uh, kishafika umri karibia anauzwa labda, anatakiwa kupewa chakula gani na vitu kama hivyo na madawa gani na chanjo. Nikazingatia huo utaratibu wote, jinsi ya kuwa handle na jinsi ya kuwatunza kwa mabanda yao. Nikatoboa kwa huko kimoja kwa kwa vizuri, nikaanza kuwauza vizuri, nikapata na masoko. Bahati nzuri, nilipokelewa nipoke, nipoke, vizuri kwenye swala la masoko. kwa hiyo yeah. Haikunipa changamoto kubwa, kwa hiyo ilikuwa ndio hivyo. Kwa hiyo mwanzo nilianza vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, haikunipa changamoto yote, nilianza vizuri, nikawafuga wakatoboa, na masoko pia yalikuwa yako open hivyo. Yani ilikuwa ni mwaka jana, nafikiri ni mwezi wa tisa mwaka jana. Na uh, toka anapokuwa na siku moja ndiyo, mpaka anafikia umri wa kwenda sasa kwenda ku sokoni. Ndiyo. anatumia chakula cha kiasi gani, kiasi gani kwa kuku elfu moja? Anachukua anatumia mifuko arobaini ya chakula ya chakula chakula, eh, kuanzia starter, ah, grower na finisher anatumia ah, mifuko arobaini tu. Mifuko arobaini. Ndiyo, ni nakula. Na anakula full full time, yani full time, oh, full time yaani, uh, uh. eh? eh. oh, anakula akiamka, anacho pale, anakula endelea kula, ndiyo hivyo Eh. sio kwamba kuna muda anapumzika hapana, hao wanakula muda wote hivyo, anatakiwa muda wote pia wanaona mwanga, hata usiku anatakiwa washie, kwa sababu muda wote wana wanakula waone chakula maji pale wanakula wanakunywa muda wote. Nilisikia kati ya kufuga lazima waweke mkaa, sio waweke moto, sio waweke nini. Kwako inakuwaje? Okay, ile ni hatua ya kwanza aa, ya kukuzia sasa vifaranga. Eh ee, unapowachukua vifaranga wakiwa na siku ya kwanza, siku ya kwanza ile unatakiwa unaweka, kuna sehemu inaitwa broda, nitaenda kukuonyesha mm-hmm. ya kukuzia vifaranga, ile sehemu ndio unatakiwa uweke joto sasa mm-hmm. unakuwa unaweza, unategemea na wewe njia zako, unataka kutumia njia zipi. Mimi natumia umeme, kuna taa ambazo zina Uh, zinatoa mwanga, yani joto. E, kuna taa za joto kwa ajili ya kukuzea vifaranga. Kwa mimi naekaga mara nyingi, naekaga natumia hizo taa. Uh, kama nipata dharura ya umeme ninavyo viungo vya, vya, vya joto, naweka mkaa, naweka kwenye mabanda. Nafikiri hebu tusogee pale ili tuone kwamba hawa nao wana, wanaonekana kwa namna gani, lakini pia hata matunzo yake yanakuwa yako vipi. Na, lakini ukiwatazama naona ni aina tofauti tofauti ama ni, <laughs> ni mchanganyiko okay. Ah, sasa hapa hapa mm. kuna hapa kama unaona, kuna vifaranga weusi weusi huko ni vifaranga mm. wangu wa kienyeji ah, okay. ambao ni walikuwa ni wadogo mm. wana umri kama au niliamua kuwaweka huku niliamua ah, okay. e, ah. kuwachanganya huku ili wakuwe pamoja, lakini wenyewe ni hao weupe kabisa, broiler ni hao weupe kabisa toka siku ya kwanza mpaka wanafika umri huu wa siku saba ndio kuna chanjo kuna madawa, kuna vitamini, kuna nini ambacho unaweza yani, kuna kila kitu yani, kuanzia day 1 mpaka siku ya saba, kuna hizo kwa, kuna chanjo. Aa, na kuna vitamins ambavyo unawapatia yani toka day 1 linavyoanza vipo vyote hivyo. Yani, soko lake liko vipi? Uki, ukizingatia na toka unapoanza mpaka unapopeleka unapo, unapo sokoni, watu wanakuja hapa hapa ama unauzia una, una sokoni. Okay, sasa iko hivi, kuna wanaokuja hapa wanaotaka kuku wengi. Aa, pia kwenye suala kwanza la kuuza hawa kuku wa nyama. Aa, kuna msimu kuna msimu ambao unakuwa wanauza wanahitajika kwa wengi sana, na kuna msimu ambao unakuwa chini ah, kidogo chini. Kwa hiyo ni mwenyewe unahitaji mwenyewe kuwa active yani kuwa na yani kuwa active na mbunifu, utafute mwenyewe uende kwenye masoko, ingie utafute wateja kwa juhudi zote, kwa sababu msimu ambao soko linakuwa chini, ina maana kwamba sisi wafanyabiashara ambao tunauza tunagombania soko mm, unanielewa sijui? yeah. E, kwa hiyo na pia kwenye swala la kuuza kunakuga na msimu ambao ni high season na low yeah, season you know, low season, kwa hiyo yeah. pia kwenye swala hilo huwa tunazingatia sana kwenye swala la la, la, la, la market na bei huwa zinashuka kidogo Mdia, lakini sio kwamba ndio uuzi kabisa upate, hapana, unapata. Pia huwa wateja wanakujaga shambani. Ndio. Eh, ni mimi sasa najibu lako, wateja huwa wanakuja shambani. Wanakuja shambani, unakuta mtu anataka kuku mia nane mia tisa hata buku jero au hata elfu mbili anaanza akaja shambani huko akaja na magari yake akapakia kuku, hapa tunamhesabia kuku yake, anapakia afanya malipo, au unakuta ameshafanya malipo, anakuja hivyo ndio anaondoka, wengi wao wanakujaga shambani. Mtazamaji huyu ni mfugaji, mfugaji wa kuku aina ya broiler. Ni Fabiana ambaye amehakikisha kwamba hatoki ka, nje ya mstari, anahakikisha anabaki kwenye mstari, kwa maana kwamba kulingana na namna ambavyo amekutana na changamoto za, ki, za, za, za, za kiuchumi akasema no bado kuna fursa pia sijakata tamaa. Lakini pia labda Fabiana, labda niulize kwa nini mimi nifuge kuku hawa na si kuku wa kienyeji ama si kuku wengine, kwa nini niamue kufuga kuku hawa wa broiler? Binafsi pia nina kuku wa kienyeji. hmm. a, lakini a, kuku ambao wako sokoni ambao soko lake liko vizuri, nafanya vizuri kila siku ni hawa kuku hawa wa broiler. wa broiler. e, wanahitajika kila mahali, kuna mavio huko, kwenye kwenye maarusi. Yani ya, ni kuku ambao wanalika kila mahali, kuna viepe huko, mabanda viepe kibao, ndio kuku hawa hawa, wao ni kuku ambao wanatoka kila siku na ambao Dio. ni bei rahisi, mtu anaweza kumudu, mtu yoyote yule. na kwenye banda lako wapo ambao hata mtu akiwahitaji sasa E, sasa hivi wapo ambao uh, ni wamebakisha kama siku nne tu nianze kuuza. Eh, kwa mtu unaweza kufanya oda tu kwamba baada ya siku nne, naomba nahitaji kuku mia tano, mia ngapi, mimi nipigie simu, mimi nikuuzie. Nikuuzie. Na pengine mtu akitamani sasa kujifunza na kuelewa namna gani ambao anaweza akatoka katika hali ya chini na kufika katika hatua ya juu kabisa, anaweza akakupata kwa namna gani? Okay, okay, okay. Um... Uh, mimi napatikana kwa mawasiliano wangu, ni 0743 005453. Niko Misugusugu Kongowe, na pia tuna branch pale Mbezi uh, kwa robati uh, ni karibu na stendi ya Magufuli, na pia unaweza kunitembelea kwenye mitandao ya kijamii uh, Flavi kuku, Flavi underscore kuku, Flavi underscore kuku. Ukiingia pale utaona posti zangu, utaona na kila kitu. Nipigie tufanye kazi. Okay. Ni, ni, ni, ni, ni moja ya, ya, ya mchakato wa kuhakikisha kwamba maendeleo yanakaa vizuri kabisa. Yep. Changamoto hasa ni zipi ambazo ulikutana nazo wakati unaanza ufugaji huu wa kuku aina broiler? Okay, changamoto ambazo nimekutana nazo sio kubwa sana, ni kama vile unaweza ukaagiza vifaranga uh, vikaja mm -hmm. Labda ukakutana navyo, kuna boxi vimekufa labda hata vingapi. Mara mwisho hapa nimekutana na vifaranga vimekufa kama mia na thelathini na kitu. Yes. Eh, kuna boxi wao wanaweka kwenye maboxi, kila kilan, yani boxi moja na wanakaa mia mm. Sasa nilikuta uh, kuna maboksi kama matano, vifaranga vimekufa kumi, ngapi ngapi. Na hii labda ilikuwa ni joto limezidi, au sikuelewa changamoto ilikuwa ni nini hasa, lakini changamoto kama hiyo labda ndio naweza kusema mikutana nayo ambayo inaweza ikawa na ukubwa kiasi chake lakindo, lakini ndio hivyo, lakini changamoto nyingine uh, ni kuweza am, changamoto ni chache chache, ni kuweza tu kudili nao ukiona, una dalili ya mafua, unawai dawa mapema kabla hujakuletea changamoto ambazo ni kubwa. Kwa hiyo ndio hivyo, na pia ni kuweza kucheza na hali ya hewa. Joto likiwa sana, unajua ufanye ni nini, au kuko kuna baridi, unajua unafanya nini. Mfano, unaona kama huko nje nimefunika na matubai e, ina maana kwamba inaelekea kama usiku kuna kuna baridi kali sana. Kwa hiyo unatafuta namna ya kubalance ile mazingira wanaoishi hali ya hewa wanaoishi wanaoishi hawa, ili waweze kukua vizuri bila kuwa na changamoto yoyote. Na ujenzi huu wa banda umezingatia nini hasa? Ehe, ujenzi wa banda kama linaliona ni kubwa hata eh? Yes. Kama haya ninayo matatu. Matatu? Yes. Kuna mengine nitaenda kukuonyesha. Ili banda lote hili kwanza lina uwezo wa kuingiza kuku elfu tatu mia tano kwa hiyo nayo na mingine huko nitaenda kukuonyesha. Ah, hili banda sijatumia gharama nyingi sana katika kulijenga na kama unavyoona mwenyewe, yes. Matirio tu kama hivi unaona, mabanzi nitumia mabanzi, kwa nje imefunika na bati, eh. Okay. Kama unavyoona tu mwenyewe hivi, yeah. Juu nimeka bati hivyo eh, hapa chini wamepiga zege mm. eh. Nimeweka nyavu kuzuia ndege au wadudu kuingia humo ndani kama nyoka na vitu kama hivyo mm. Yaani, ujenzi ambao si gharama sana lakini unafaa kwa ajili ya kufugia kuku. Ili nianze kufuga uh, kuku aina ya broiler. Ndio. Natakiwa niwe na mtaji wa kiasi gani? Sasa ni kulingana na nguvu yako mwenyewe. Umeona eh? Ah, kulingana na nguvu yako mwenyewe. Ah, kwa wewe mjasiriamali ambaye mdogo ambaye unaanza kufuga pengine, huna hela nyingi, una mtaji mdogo, unaweza kujaribu kuanza na kuku mia hata kuku hata hamsini. Ni wewe na nguvu yako sana sana, labda package nadhani inaanzaga ndogo kabisa kule, labda ni kuku nadhani ni mia, si ndio? kwa hiyo yeah. unaweza kujaribu kwanza na kuku mia tu, kwa sababu si una, una kipato kidogo. Anza na kuku mia eh, gharama zake kuanzia chakualisha wale mpaka kuwatoa na madawa, nadhani sio hela nyingi kabisa, ni ndogo. Sidhani hata kama mtaji unafika hata milioni, uwezo ukafika yani itakuwa ni chini hata hapo kabisa. Kwa hiyo unaanza nayo ile, ukipata faida yako usiwe unabidi sasa uvumilie kwanza kwa sababu unataka kukua eh unapunguza matumizi kwanza kwa sababu unataka kukua kibiashara ukipata faida yako unaiongezea kwenye mtaji wako next time unachukua box mbili, mia mbili. Mm. -hmm. unaona unachukua mia mbili, unajaribu tena ukiona umetoboa hivyo hivyo ukipata faida usiitumie kwa sababu unataka kukua then ongeza tena kwenye mtaji utachukua 300 utachukua 400 500 ndio namna ya kukua kibiashara kwa hiyo ile bana mm. Ajalishi kwamba wewe una mtaji wa kiasi gani, ni wewe na nguvu yako. Kama unaona una uwezo kuchukua kuku elfu ishirini, elfu kumi, sasa ni wewe na nguvu yako. Yaani iko hivyo rahisi sana. Mama Samia hivi sasa amekuwa ni moja ya watu ambao wanaunga jitihada kubwa sana Ndio. za wanawake na hata uh, za watu ambao wameamua kufanya kitu Ndio. Nini ambacho unatamani kifanyike katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hasa katika sekta ya mifugo pamoja na mambo mengine kama hayo. Kwanza namshukuru sana mama kwa kutuangalia sisi wanake, kwa upande mmoja au mwingine amekuwa ametuangalia sana, amekuwa ametubeba kwa kutupa fursa mbalimbali za kufanya E, yani kikubwa mimi nilikuwa naomba serikali iendelee kutuangalia sisi kama wanawake, zidi kutushika mkono zaidi, kwa sababu uh, wanawake sisi tuna changamoto, tunaweza kama nyingi kuliko wanaume, tunakulea familia, kupambana kwa ajili ya maisha, kutafuta ma, uh, kutafuta kipato tuweze kuendeleza familia na vitu kama hivyo. Unaweza kasahau kuwa na mume na nini, lakini siku hizi ni maisha nikusaidiana, kusaidiana na kuna leo na kesho. Kwa hiyo sisi kama wanawake tulee familia na sisi bado tupambane wenyewe. Kwa hiyo tunaomba serikali tuangalie tu, izidi kutupa ka, motisha zaidi na zaidi uh, izidi kutu kutubeba kutu, kutu, izidi kutupa kipaumbele kena mambo mengi zaidi na zaidi. Wanawake tunaweza wanawake tunaweza kufanya vitu vikubwa ambavyo pia wanaume wanavifanya na sisi vile tunavyoweza. Wanawake wengi sana nchini Tanzania wamekata tamaa, yeah. Na wanaona kabisa kwamba ni kama mwisho wa maisha yao, na pengine wanaona kama hakuna mwendelezo vizuri, yeah. Wewe uliwezaje na mwingine ameshindwa vipi? Ah, iko hivi. Ah, swala ni kwamba ah, mtu anataka afanye kitu chake afu kinyooke. Kinyooke tu kama rula sikutane na tuta. E, kitu ambacho hakiwezekani hata siku moja. Okay. Asa, wengi wao wanakutana na matuta barabarani. Ndio wao sasa wanakata tamaa kwamba eh, sitaki tena, sitaki sitaki ngoja njaribu, anaachana nacho, anaanzisha kitu kingine kipya. Mm -hmm. Kama kana kwamba hicho kitu kingine kipya kikianzisha labda hatukutana na changamoto, lakini mwendo ndio ule ule. Yaani nachoweza kuambia kwamba yani kama uh, kama mwanamke mpambanaji ambaye unataka kujikwamua kiuchumi, kimaisha, hivyo uishi vizuri usije kanyanyasika huko mbele na nini vitu kama hivyo. Maana ukipambana mwanamke, kama mwanamke ukipambana kidogo ukawa na, na wewe unaweza kununua vocha yako, swala ya kunyanyasika nalo linapungua, linapungua hmm. Eh, na, na, kwa hiyo sasa uh, swala ni kwamba tujifunze kuwa wavumilivu, eh? Umefanya jambo umekata tamaa, umekaa hapo, unaanza kulia, unasema mimi sina bahati. Hamna mtu ambaye hana bahati mm. sawa eh? mm. sisi wote ni wa Mwenyezi Mungu, ametuumba kwa makusudio. Kwa hiyo sasa, kama umefanya jambo lako, umeona umekutana na changamoto, unatakiwa ujaribu kuangalia hiyo changamoto imetokana na nini, usovu ile tatizo, ujaribu tena, ujaribu tena, ujaribu tena, hakika lazima ufanikiwe hawa tayari wa siku saba. mm -hmm. Hawa wabagiza siku chache tu kuweza kuhakikisha kwa kwamba wanaingia sokoni. yeah. wateja wako hasa mara nyingi ni watu wa aina gani? okay. na unaangalia viungo gani hasa? mm -hmm. eh. wateja wangu mara nyingi ni za... kuingia yes. mm. Bana bana, mi wateja wangu wengi waga ni, ni wale wa jumla wale mm, wa shekilango masoko makubwa makubwa wale ndio mm? wale ndo wateja wangu, mara nyingi unakuta anakuja na gari hapa mm. Eh, akishakuja na gari hapo anaingia huko bandani, anachagua kuku, anapima kuku, anaangalia uzito um, anampima namna hii <laughs> no, eh? ah. anaangalia uzito wake, wanakuwa kwa fasta fasta kidogo, anachagua chagua, anachukua kuku hapa anap... lakini wateja wangu wengi wakubwa ni wa Sheklango hmm. Mfano Sheklango ni masoko makubwa, nimesema Sheklango nimetoa kama mfano, lakini wengi wanakuwa ni wale watu ambao wanadi kwenye masoko makubwa ambao wao wanapata wateja wa rejareja. Mimi si nawauzia kwa jumla. Yes. Umenielewa? Yes. Kwa hiyo wateja wangu wakubwa ni wale ambao wanachukua kwa wingi kama 800, 900 buku mm. hivyo. Mara nyingi nimekuwa nafuga lakini sipati masoko. Na na, na kuku, kusema kweli Flavian, na kuku mimi. Uh -huh. Na kuku uh -huh. Aina broiler. Uh -huh. Na mara nyingi nimekuwa nimefuga. Yaani wakuta wengine wengine paka wanakuwa paka naanza kulia chakula maana kinaisha. Mm uh -hmm. -huh. Sina uwezo kutena kugharamia chakula kwa sababu umri umefika wa kuwatoa sokoni uh -huh. na mimi kuku wamenidodea wako Kwenye, mm -hmm. kwenye kwenye banda nafanyaje? yeah. Ah, okay, inategemea e, soko lako wewe una, una, una, una soko lako unaliuzaje? mm. unafanyaje soko lako? Yaani ndo nimefuga mimi ndo nimeanza, kama umeniambia hivi okay. nimefuga hmm. nimeambiwa ni nifuge wana hawa wanaweza wanapatikana sokoni, wanahitajika, mimi kufuga aa okay, akija okay. nikipeka sokoni ama nikiuza masoko, sipati mwenzangu ikeni... unapata tena masoko makubwa makubwa, mimi nafanyaje sasa? Haya, sasa hii ba, unajua mambo ya utandawazi siku hizi unajua kidogo mm. imerahisisha sana kwenye swala la Uh, so masoko haya yeah. Uh, mambo ya utandawazi haya mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo imeisaidia ime sana kwa asilimia kubwa kwenye swala la kuuza bidhaa na kununua sindio? mm. Niko sahihi? yeah. Sasa uh, mimi natumia njia mbili za kujaribu kuwauza waku kwangu. mm. Natumia mitandao ya kijamii na pia mwenyewe naenda naenda mi mwenyewe naenda front kwenye masoko kutembea kwenye masoko makubwa kama kama kama hapo Mbezi kuna Mbezi, soko la Mbezi kubwa, Shekilango, Kinondoni huko, nazunguka kwenye yale masoko makubwa, naongea na, na, naongea na wale watu wauzaji wakubwa wa wanunuzi wa hizi wa, wa, wa, wa wa kuku, na pia anatangaza sana kwenye mitandao ya kijamii kuna wengine amekaa tu pale nyumbani anashikashika ana, ana, ana, ana, i atakutana na tangazo langu kwamba nauza kuku na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima unakuta ataona tangazo langu atanipigia simu na, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi soko langu nimeliwekeza sana sana sana, sana kwenye mitandao ya kijamii na pia kwenda kuwafuata watu moja kwa moja. Watazamaji wa kipindi cha Kilimo Sokoni, hakika tumejifunza mambo mengi sana kwenye swala zima la ufugaji wa kuku aina ya broiler. Kufuga kuku kibiashara zaidi. Yaani Flaviana hapa yeye anafuga kuku si kienyeji. Kuna kuku wa kienyeji, alafu kuna kuku wa kisasa. Hao ni kuku. Kuna namna ya kufuga sasa. Yeye anafuga kuku kisasa, sio kienyeji, kwa sababu kuku kienyeji, si unajua mambo yake yanavyokuwa, unajua mambo yake eh. Kwa hiyo anaamua kufuga kuku kibiashara zaidi na kama wamekwambia kuna namna njema sana ya kufuata fomula ambazo wamekuelekeza, ili mradi basi, kama unafuga kuku wasikudodee hapo kwenye banda lako. Lakini kama unaona kwamba hauelewelewi namna gani ambavyo unaweza ukafanikiwa kwenye mipango yako ambayo umeipanga kwenye swala zima la ufugaji wa kuku, basi tafuta utaratibu wa kukutana na watu kama hawa ambao watakuvusha kutoka hatua moja kuelekea hatua nyingine. Cha msingi sana, Flaviana. Kuna, kuna, kuna kitu ambacho natamani sana umwambie mtu ambaye pengine amekata tamaa naelewi na, mm, mm, na hajui namna gani ya kuweza kuanza katika swala zima la ufugaji. Unaweza mm, kumwambia kitu gani? Uh, uh, mimi nakushauri na mtu ambaye amekata tamaa na anatamani kufuga, si ndio? Anatamani kufuga wakuku na ujui unaanzaje anzaje. Kwanza kabisa uh, unatakiwa ujitahidi kuwa na udadisi, yaani kuwa mdadisi na Acha uvivu wa kufikiria, acha uvivu wa kutafuta vitu, kugundua vitu vipya. Amka hapo ulipo, umekata tamaa, amka hapo ulipo, anza kufanya survey, nenda hata kwenye viwanda hivi wanavyouza kuku na nini, nenda kakae pale Pata elimu, waulize, mimi nataka kwanza kufuga eh, naanzaje? Watakuelekeza hatua zote, watakufundisha kif, professional zaidi, au utaweza kukutana na watu kama sisi kwenye mitandao ya kijamii, nipigie hata simu yangu, bwana. Da Flaviana, mimi nataka kwanza kufuga, lakini sijui naanzaje, anzaje? Mimi nita make appointment na wewe, nitakwambia haya, njoo tukutane wapi, nikuelekeza unaanzaje. Kama kuna vitu ambavyo unataka ufanye, nitakuelekeza kila kitu. Unaona, nitakuelekeza kila kitu, then unatoka hapo, unaendelea na kupambana hawa wanakaa kwa mwezi mzima wana, wanauzika. Eh, ndani ya mwezi wanauzika, ndio kabisa kabisa kabisa. Tuseme unaoingiza sana baada ya muda gani? Mimi mimi nina ratiba ya kuingiza kuku kila baada ya siku kumi na naingiza kuku wengi tu eh. Kwa hiyo mimi katika swala ya kuuza wanapishana eh, kila baada ya siku kumi naingiza kuku elfu moja mia tano yaani unajua hawa ah, hapa Ah, uh, wakisha pita hawa namaana, anaanza kuingiza kuku tarehe sita mwezi wa mwezi huu tarehe sita anaanza kuingiza vifaranga elfu moja mia tano baada ya siku 10 elfu moja mia tano naingia baada ya siku 10 naingia elfu moja mia tano. Mwezi unaokuja naongeza idadi. Unajua kwa nini nafanya hivyo? Kulingana na msimu, umesikia. Yani ya unaaja kuji kuji, ku, ku, hata kujipepesa mm macho hmm, au unaja kuing'atang'ata ulimi. Ameshaeleza hapa kwamba wewe unayelala wewe unayelala wewe, hata anayelala, anayelala siku zote usimwamshe na anasema kwamba asifanye kazi na nini na asile. Lakini pia fahebu tuzungumze ukweli, bwana mtazamaji, na wewe utakuwa shahidi eh. Tuzungumze ukweli, sawa. Hii shughuli yote hii una mkono kweli wa, wa mtu nyuma yake kidogo anakusapoti hivi, wanasema masponsor masponsor. Upande upi yani? Sponsor kama kampuni au nani? kwa viana acha bwana, naelewa. Ah, unamaanisha kama ambaye hey, hey. Okay. kwenye hi. Hivi kiukweli amna mtu yoyote ambaye ananishika mkono kwa upande wa mwanaume we, kabisa, kabisa, kabisa. Ni mimi kama mimi Flaviana, nimejisimamia mwenyewe, nimepangilia ratiba zangu, nafanya shughuli zangu, naendesha familia yangu vizuri nasimama, na pia naendesha miradi yangu vizuri nasimama peke yangu, sina backup ya mwanaume kwamba huyo mwanaume ndo anafanya ninafanya vitu vyote hivi. Hapana jamani, wanawake tunaweza sana, sikwambie mtu wewe uh, ambaye unasema kwamba usubirie mpaka upate sapoti ya mtu ni kama vile unachelewa na ni kama vile unaingia kwenye heshima ambalo kutoka kwake ni vigumu kabisa. Flaviana amezungumza vitu vingi sana. Na mimi niseme tu kwamba kwa mfano kwa kuku kama huyu bwana <cukurusia> <cukurusia> eh Flaviana nimemshika nimemshika sawa sawa hapa. Eh, sawa sawa hamna shida. <cukurusia> Umeona huu uzito namshika mimi mwenyewe kwanza anahisi kama vile nimeshika, unafahamu tikiti. Uzito <cukurusia> wa tikiti ndio kama huyu kuku nilivyomshika. Ana uzito wa kueleweka. Sasa wewe ambaye pengine hautamani kufanya vitu kama hivi, ni kama vile unapoteza muda sana. Mi nikwambie kwamba hiki ni kipindi cha Kilimo Sokoni na tumemtembelea mfugaji eh, wetu hapa Faviana kuhakikisha kwamba tunajifunza vitu vingi sana kwenye upande mzima wa Eh, kilimo, kilimo kinagusa vitu vingi sana hasa kwenye usawa zima la ufugaji wa kuku aina ya broiler. Ametuelekeza vitu vingi sana kwenye upande mzima wa kilimo eh, sokoni, tumejifunza vitu vingi sana. Mimi naamini hata wewe pia mtazamaji, umeelewa kwa uzuri kabisa namna gani ambavyo unaweza kufuga kibiashara na ukapata mafanikio makubwa sana. Hiki ni kipindi cha kilimo sokoni, mimi ni Nicholas Kilowoko ndiye ambaye niko pamoja nawe, nyuma ya kamera hapo ni Frank Godfrey. Hakika tumejifunza vitu vizuri kweli kweli kuhakikisha kwamba na sisi pia tumepata kitu kama ambavyo umepata kitu huu ni mwanzo tu wa kipindi hiki cha Kilimo Sokoni. Wiki ijayo je, tunakuwa kwa namna gani? Mimi bwana ndo nishamkamata huyu, na ikiwezekana Faviana hapa tunamalizana naye hapa hapa, ili nisiende nisi, nisi, nisi na vitu vingine. Yaani huyu hapa akitoka hapa anaingia kwenye jiko, mambo mengine anaendelea baadaye kabisa. Kwa sasa niseme kwamba sina ziada, mpaka tumie tena. Kwaheri kwa sasa.